Iio Samia. Kilombero. Samia. Kilombero. Samia. Kilombero. Samia. Kilombero. Samia. Kilombero. Tumepigwa kwenye zile barabara halafu, tumekuja upande huu, tumekuja hivi ninavyozungumza, barabara ya kwenda Ulanga imekatika sasa yale mabilioni tuliyopewa mwaka jana yote yamenyeshwa na mvua, tukaweka mengine yakachukuliwa na mvua. Sasa huku tuna tatizo la bonde la Kilombero ambalo tumemuomba Dkt. Samia Suluhu Hassan kwamba sasa hivi kwa mara ya kwanza katika serikali zote zilizopita, Mheshimiwa Makalla, tumekubaliwa kuwa na miundombinu ya kudhibiti mafuriko ya maji water harvesting systems ambayo iko ofisini. Tumeambiwa kule kwamba watu wa maliasili, watu wa miundombinu, watu wa nini, watu wa maji wakae, ili watengeneze utaratibu wa kuvuna yale maji, yasiwe yanakuja yanasababisha mafuriko au yanakwenda baharini hayampati mwenyewe wa kuyatumia. Mheshimiwa Rais Samia ametuletea bilioni 25 tumejenga substation kibaoni, umeme umepungua kwa katika hujapungua tunaanza kujenga barabara, daraja. Alikuwepo daraja la Rua, Mheshimiwa Rais Samia ametupatia sasa hivi, magari yanapishana ya anapishana ya ayapishani mredi. Wakati unakuja ulikuwa unasubiliana pale Kidatu pale, unasubiri huku huku, sasa hivi mpaka kuna barabara ya kupita chini. Nasema uongo? Yeah. Wenzetu wanaotoka Kidatu, tarafa ya Mang'ula, tarafa ya Kidatu na wakulima wamua walikuwa wananiambia mbunge, mua tunachomezana, tunauchoma moto, unaungua, auendi kiwandani kwa sababu kiwanda kidogo kichache. Tumejenga kiwanda kipya tujajenga na bilioni mia saba, wanawake wamo aweze kutumia nishati safi na salama hasa ya mitungi. Tunaomba mtu angalie bei ipunguzwe. Naomba <coughs> kila mmoja anataka kupikia jiko la gesi anapenda, lakini tunaomba mtu angalie. Kwa bei hiyo hiyo wamekipa ushindi Chama cha Mapinduzi kwa sababu wameridhika na utekelezaji mzuri wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, wameridhika na miradi mbalimbali iliyofanywa katika maeneo yao, na kuthibitisha hicho, ndio maana wametuchagua tena kwa kura nyingi, na sisi tunawaahidi. Tulipoishia tunaanzia hapo kusonga mbele katika maendeleo.